Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Tuko tuendelea na makala mbalimbali kuhusiana na kilimo cha nyanya. Kwa siku ya leo, tunaendelea na mkulima wetu, umeenda kumtembelea katika shamba letu cha madarasa ambalo mkulima huyu anajifunza jinsi gani ambavyo atapata mavuno mazuri ya nyanya. Kwa hiyo tuna mendelezo makala yetu, ina maana kwa siku ya leo tutaangalia ni kwa jinsi gani ambazo nyanya zimempa faida kutoka katika sehemu moja mpaka sehemu ya pili, na pia kitu kingine tutaangalia kwamba nyanya hizi unapokuwa unazipanda, ni kwa nini nyanya zinakuwa baadhi ya eneo au baadhi ya mashina zinakuwa zinaota vizuri na zinakuwa katika mazingira mazuri na wakati sehemu nyingine na kuwa katika mazingira ambayo sio mazuri. Cha kwanza kabisa, tukiangalia udongo wetu, kama tunavyoona, huu ni udongo mzuri na udongo ambao unatoa matunda mazuri, na tuna matarajio kwamba tutapata matunda ambayo ni mazuri, kama unavyoangalia udongo jinsi ulivyo huo. Na video yetu unavyozionyesha hapa, hizi ni nyanya ambazo tayari zimeshaanza kuweka ni nyanya mradi wetu. Tunaamini kwamba ndani ya wiki tatu tutakuwa tutaanza kuvuna mavuno, mchumo wa kwanza tunasema. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, ili uweze kupata mavuno mazuri kama nilivyokuelekeza hapo awali, ni kwamba lazima shina lako la nyanya uweze kuliboresha vizuri, na uboreshaji mzuri lazima kuwe kuna miti, kama unavyoona miti inavyoonekana hapo kwamba nyanya zako lazima uzi, uziweke kwenye miti yani uzi, uzisimamisha kwenye miti. Unaona kama video inavyokuonesha, hiyo ni mti ambao lazima uandae mti. Lazima uandae uende shambani ukaandae vimiti kama hivyo, ukate kokoo. Kila shina la nyanya linakuwa lina mti wake, abe mti huo utasimama kwa juu na utaufunga hapo, nyanya zinapokuwa zinaota zinapandia huo mtu huo mti kupanda kwa juu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuweka mti, na ukiangalia katika video yetu hapo. Pia kitu kingine, ili uweze kupata mavuno mazuri, pia ni lazima shamba lako lisafishwe liwe safi. Ukiangalia kwa chini hapo, unaona ni udongo tu ambao uko ni msafi, hakuna magugu, hakuna nini. Kwa hiyo ni kijana jasiriamali ambaye amejitahidi na pia ni mzoefu katika mazingira ya ulimaji wa nyanya. Ukiangalia katika shamba lake kwa kweli shamba linaridhisha liko vizuri, unaona. Video yetu naangalia video inayokuonyesha hapo hapo ni kweli, ni kweli kijana huyo amejitahidi. Shamba lake ni safi, halina magugu. Mm -hmm. Pembeni inavyokuonyesha hapo ni kweli kijana huyu amejitahidi, shamba lake ni safi, uso sehemu ya kumwagilia maji, maana anatumia mbinu ya mwagiliaji wa kawaida ule wa keni, anatembea na keni, anamwagilia maana, unaona ule wa keni anatembea na anamwagilia, unaona muda wapotezi maji ila Irrigation, lakini kama hauna uwezo, uni, kutumia tu hii mbinu ya kizamani ambayo umwagiliaji wa wakeni na, maana unachota maji sehemu moja unapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa kweli shamba la kijana linatia matumaini, linatia moyo na liko vizuri kwa kweli, anapata mavuno ambayo ni mazuri kwa sababu shamba lake linaridhisha na linatia moyo. Kwa hiyo, mtazamaji mpenzi, mtazamaji wa Nebuye TV, kiukweli ni jambo la na kujivunia tukapata wajasiriamali kama hawa na tunawatembelea, wanaweza kutufundisha na kutuelekeza ni kwa jinsi gani unaweza ukapata mavuno mazuri kwa uandaji na utunzaji mzuri wa shamba. Kwa hiyo kwa hapa tumeona jinsi gani ambavyo unaona kama matunda mazuri hayo, yote hayo ni kwa sababu ya utunzaji. mm. Jana mjasiriamali mdogo ambaye ametoka kwa kwa ajili kutafuta maisha na analima kilimo cha nyanya amewekeza nguvu na muda mwingi katika uandaaji na utunzaji wa shamba. Kwa shamba lako lazima ulitunze ili kusudi liweze kufanana kama hili. Unaona, unapuliza vizuri, upepo unapita na matawi inapopulizwa, na kupata mavuno mazuri na, na utunzaji mzuri wa shamba. Sasa, kuna shamba la mkulima mwingine, yeye amepanda tu, magugu yamejaa, hajaweka msistimu mzuri ya umwagiliaji kama anatumia umwagiliaji kama anavyofanya kijana wetu huyu umwegeji wa kawaida ule wa kutumia ndoo okay, au keni, ila inakuwa liko chafu. Kama itakua liko chafu, maana naassana kazi bule, lakini kama likiwa safi kama hii unavyoiona hapa kwenye TV kwenye sri yako hapa, maana unaona katika mazingira mazuri, na linaelekea linaonekana kabisa ili lipo katika hali ambayo inatia ina matumaini, na hivi karibuni ndani ya wiki tatu Inamaana huyu ataanza kuvuna na atapata hela yake itaanza kurudi. Kama nangalia, kuna nyanya zingine, hapo kizangalia ni kijani, kuna zingine zimeanza kubadilika badilika rangi. Zote hizo ni matarajio yake kwamba atavuna katika hali nzuri. Kwa, kwa, kwa, kwa majani sio kwamba hali ya utunzaji mbaya hapana. Kuna baadhi ya majani mengine yanakauka kama kuyapisha mengine yaweze kustawi na kunawiri, kwa sababu kuna majani mengine yanakuwa hayapati rutuba za kutosha, mbolea pamoja na maji ya kutosha nana majani yao yanakuwa yanakauka kauka, na ukiangalia shamba letu kweli la mkulima wetu huyu kijana mjasiriamali, ambaye ametoka sehemu kwao kwa ajili ya kuja kutafuta maisha na naamini hapa kuanzia milioni kumi na 15 anaweza kazipata kupitia shamba lake, ili na kulingana udongo wake jinsi ulivyokuwa mzuri, udongo wa mfinyanzi mzuri wenye rutuba nzuri, na anatumia mbolea kidogo tu kupata mavuno kama kupata mazao na matunda kama wanayoyaona. Unaona jinsi alivyokuwa anamwagilia vizuri hmm? hali inaonekana vizuri, na matunda ni kila shina ambalo lipo na loliona katika video yetu hii shina hilo lina ma, lina halina magugu na pia shina hilo, unaangalia hapo udongo mweusi huo, ndio sema ambayo anamwagilia unaona, na shina hilo halina magugu, linasema kumwagilia vizuri, na shina hilo lina matunda ambayo yanatia matumaini. Kwa hiyo, kijana mwenzangu, mpenzi wa Nebuye TV, cha kwanza kabisa, usisahau kuacha ku subscribe subscribe kwa ajili ya kupata video nyingine nyingi kama hizi ambazo inahusiana na mambo ya ufugaji pamoja na kilimo. Na hii ni mwendelezo wa makala mbalimbali mbali ya kuhusiana na, na kilimo cha nyanya. Kwa hiyo hii ni kilimo cha nyanya na hii ni shamba darasa ambayo tunajifunza mimi na wewe mtazamaji wangu, ili kuweza kuangalia kwamba kuna sehemu gani ambayo wewe utakuwa na mtaji wako mdogo, kujua kuanzisha kilimo ili uweze kufanikiwa uweze kupata matunda bora na matokeo mazuri. Kuna maswali ambayo unaweza kujiuliza kwamba kwa nini kijana huyu tunavyomuona ameweza na nyanya zimekubali kama hivyo, na ameweza kuzimudu shina hadi shina, ameweza kuweka vile vimiti ili kuweza kuweza kupata ili kuweza kupata matunda bora. Hiyo ni kwa sababu huyu ameweza kuhudumia shamba lake vizuri. Na ndio malengo ya leo na malengo ya video yetu hii ni kuweza kuonesha wewe umuhimu wa utunzaji mzuri wa shamba na nyanya ukitunza vizuri shamba la nyanya yanya, unaona matunda mazuri kama hayo. Unaangalia matunda yanayoonekana kwenye video yako vizuri hapo. Kwa hiyo hayo ni matunda mazuri ambayo anaona hayo, yote ni matunda ambayo anaona mimi hapa. Ili kusudi kijana huyu lazima atapata matunda mazuri, haina haja ya kuangaika sana, kuangaika mijini, kuangaika wapi ila una uwezo wa kurudi shambani ukatafuta kitalu kama hiki na ukalima nyanya na mafanikio yakawa ni mazuri. Uweze tunakuomba, na uweze kutufuatilia. Hii ni video miongoni mwa video ambazo zinaendelea kuhusiana na kilimo cha nyanya hatua kwa hatua. Kwa hiyo kuna playlist ambayo iko hapo na playlist hiyo uweze kuifuatilia na uangalie video zote hatua moja moja. Mpaka mwisho wa video zote ili iweze kukujenga wewe na kuweza kutambua. Tunashukuru sana sana na kwa mawasiliano namba za simu kama hizo ambazo ziko hapo 0715332673. Saba kumi na tano thelathini hiyo, unaweza kuwasiliana kwa WhatsApp au kununua vitabu asanteni sana.